Katika hali ya kushtusha na kuzua taharuki kwa watumishi, moja kati ya majengo pacha ghorofa ya nne ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tabora limenusurika kuteketea kwa moto baada ya jitihada za jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani hapa kuwahi katika eneo hili na kufanikiwa kuuzima moto huu uliokuwa ukiwaka ndani ya jengo hili wito wa moto huu tukiwa ofisini pale, kwa hiyo tukatoka tukaja moja kwa moja kwenye tukio, na tulipofika hapa tukakuta gorofa ya nne kwenye jengo la mkuu wa mkoa umeshika moto. Nyumba kwa mwisho tukapambana na gari yetu ya kwanza tukafanikiwa kuudhibiti, na baadaye ikaja gari yetu ya pili kutoka airport tukafanikiwa kuuzima moja kwa moja moto. Esther Paulo Mwami ni mmoja kati ya mashuhuda wa tukio hili ambaye ni mtumishi katika ofisi hii ya kanda ya kati na magharibi, mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA iliyo chini ya wizara ya fedha, ambayo samani na nyaraka zote muhimu zimeteketea kwa moto huu. Nimefika mimi kwenye mida ya asubuhi saa moja, kulikuwa hali ya hewa ilikuwa shwari tu, kwa mna shida yoyote kusema kwamba kuna tofauti ya umeme, hapana. Nilipofika mida ya saa tisa kaona moshi unaingia kwenye chumba ambacho nipo mimi, kwenye ofisi ambayo niko mimi, kwa sababu ofisi ambayo niko mimi ni ime, ni ofisi ya aluminiamu, ya vioo, kwayo nikaona moshi unaingia baada ya kuona moshi unaingia ikabidi nishuke chini. Nilivyoshuka nikajua labda watu wataka wanachoma moshi umeingia, nikarudi. Nilivyorudi ofisini kitu kilichokuja kuja kunishtua, kuna kitu kilipiga ta, ikajirudia tena ya pili na ya tatu. Nilivyojirudia ikabidi nitoke, nimetoka. Katika kutoka naona tayari pale kwenye hiyo ofisi ilianza kuungua moto, juu kwenye kona kuna moto unatokea pale, ikabidi niwahi kukimbia kule reception ili kumwambia kaka ambaye ni Beni nikamuta Beni nikamwambia kimbia, huku tayari kuna moto. Kwa hiyo akawai kwenda kuchukua funguo, kwa sababu ya ofisi waga ikishafanywa asubuhi usafi, huwa tunaifunga haifunguliwi, kwa sababu ni sehemu ya ni ofisi ya seva. Basi akaenda kufungua, katika kufungua akawa tayari yani moto tayari uko umeshapamba kote, yani chumba chote ni moto e, ndio ikabidi tuanze kukimbia chini kwa ajili ya kuomba msaada. Yaani huwa kuna kama itilafu ya umeme, kwa sababu siku za nyuma kuna kama vile umeme unaweza taa zisiwake, labda wiki mbili zinawaka zinazima. Tukawa tumeita mafundi, walikuwa wametoa taarifa, lakini wakawa wameita mafundi, mafundi kuja kuangalia, wakasema kwamba kuna short ya umeme ndio maana inasababisha zile taa zisiwake, lakini walipokuja wakatengeneza, taa iliendelea kuwaka vizuri. Omari Simba ni mrakibu mwandamizi, afisa tawala, jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora anaeleza kile walichokifanya mara baada ya kupokea taarifa juu ya moto huu. Moto ulianzia kwenye ofisi za pipi, chumba kimoja wapo cha ofisi za PPRA ambacho kilikuwa ni server room. sasa kwa kutokana na changamoto za ofisi aa, wenzetu walikuwa wanatumia ile kama server room, lakini kulikuwa na baadhi ya vifaa vingine ambavyo havikuhitajika pale, kama vifaa vya stationary na vifaa vingine ambavyo vilichangia kusambaza huu moto, lakini kwa bahati nzuri tulifanikiwa kuuzima na chumba kimoja ambacho kile kilichoanzia moto, hiyo ofisi moja ya PPRA ndio hicho kimeungua, na moto ulitaka kupenya kufika kwenye korido, lakini tuliudhibiti, isipokuwa moshi uliosambaa kwenye korido ya ghorofa ya nne na kusababisha kuchafua hizi kuta, na baadhi ya vyumba viwili vilivyo jirani vyake vilipasuka kutokana na ile joto la moto, lakini chumba kimoja ndicho kilichoathirika zaidi ambayo ni ilikuwa inatumika kama server room. Lakini nini chanzo hasa cha moto huu? Chanzo kwa maelezo ya uh, haraka ambayo tumeyapata kwa wa, wa, wa, uh, wanaoishi kwenye, kwenye wanaofanya kazi hapa ni kwamba hiki chumba kilikuwa na changamoto ya umeme mwingi mdogo, mwingi mdogo, mwingi mdogo. Kwa hiyo wanafanya marekebisho kila mara inapojitokeza tatizo hilo, wanafanyia marekebisho. Lakini sasa leo kwa maelezo yao wanasema hali ilikuwa salama kabisa, sipokuwa moto wamefanya kuustukia kwamba wakaona moshi moshi moshi. Baada ya kuangalia, wakaona moto unaanzia kwenye hicho chumba cha cha cha cha hiyo server room, lakini uchunguzi zaidi utafanya na kukamilika, tutatoa taarifa. Bado tukifanya tathmini ya ya haraka, kwa sababu bado wahusika hawajatulia, na tukifanya tathmini ya hiyo, tutawaeleza wananchi. Ile ile server yote imeungua, lakini kulikuwa na vifaa vingine kama nilivyowaambia ni kulikuwa na meza kubwa, viti pamoja na makabati mengine, yalikuwa yanatumika kuhifadhia vinyaraka mbalimbali zimeungua pamoja na vifaa vingine vya stationary ambayo wanatumia sasa kutokana na uchache wa ofisi, atumia pamoja na server room, lakini natumia kama store ya kuhifadhia vitu vichache. Na mwisho jicho la ziada la jeshi la zimamoto na uokoaji likaona mbali zaidi. Ushauri wetu ni kwamba sisi jeshi la zimamoto na uokoaji tunafanya ukaguzi wa majengo haya, lakini na tunatoa elimu ya tahadhari ya kinga majanga ya moto, na ili jengo lilikuwa na vifaa vya kuzimia moto, lakini kwa bahati mbaya sasa wahusika hawakuwa na mawazo ya kuvitumia vile vifaa japokuwa tunapita na kutoa elimu. Kwa hiyo mimi ninashauri tu, moto unaanza mdogo tu. Lakini kama una kile kifaa na unajua kutumia, basi tumia kile kifaa. Pengine kama wenge wenge tumia kile kifaa cha kuzimia moto, moto ungekuwa sio mkubwa sana. Lakini ushauri mwingine ninaotoa ni kwamba tutenganishe sasa matumizi ya hizi ofisi. Mfano, hii server room ingekuwa server room ingekuwa sehemu nyingine vinatumika vile kile kilicho kilicho kilicho idhinishwa mure. Pengine ile server room peke yake bila vifaa vingine, moto singe sana usinge kuwa mkubwa kiasikia, lakini moto umeunguza zile server room, ile server ikaje ikahamia kwenye vifaa vya stationary, mara meza ile mure, hiyo ni changamoto. Kwa hiyo tunashauri sana kwamba vyumba hivi vya ofisi vitumike kwa matumizi husika, wasi wasiongeze vitu vingine. Lakini matatizo kama haya ya umeme pengine kama akitokea baada ya kumtafuta fundi wangekuwa na tushirikiane wa kwa kwa kwa wa kwenye hivi vitu. Wanavyoona kitu kimepungua fulani, serikali ina, ina, ina taasisi nyingi sana, TANESCO mamoto na wokoaji na taasisi zingine. Kwa hiyo wao tuwe wao wanafahamu